Mtazamaji wa Shamba Hub karibu leo hii kutazama makala hii maalum ya malisho ya mifugo ya aina mbalimbali ambapo mbali, hapa tunakukutanisha na mtaalamu wa malisho kutokea katika taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania nyanda za juu kusini TALIRI UYOLE ili uweze kujifunza na aweze kutupatia elimu juu ya shughuli hii na kadhalika. Nchimbi ni mtafiti katika kituo cha malisho natokea taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania kanda ya nyanda za juu kusini TALIRI Uyole. Hapa unajifunza mambo mengi, ng'ombe wa maziwa, kuna kuku, kuna nguruwe na vitu vingi na mifugo. Lakini leo tumekuja kwenye maonyesho sana, upande wa malisho, kama unavyoona kwenye malisho yetu, kama unavyoona mbele hapa, mbele yetu tuna mbegu tofauti za majani lakini huku unaonyesha ambayo imepandwa uko na mm majani -hmm. Nasema ameganyika katika sehemu tatu. Kuna majani jamii ya nyasi, kama navyoziona mbegu zake hii. Na jamii ya nyasi inaitwa kama Rhodes grass, ambayo ni boma scientific name nasema Chloris gayana. Ili Rhodes grass ni common name ya mm -hmm. Kawaida hapa imeonyesha details zake ambayo kuna kiwango cha protini asa tunachotarajia kupanda kona kwa hekta moja uzalishaji ukavumalisho, dry matter, anavyoonesha kila kitu, kuna details zote hapa. Kwa mfano, mteja akinunua jamii hapa, unasema jamii ya nyasi, alafu kuna jamii jamii ya mikunde, kama unavyoona imepandwa pale ndio, alafu kuna jamii ya miti malisho. Hii ni miti ambayo kabisa miti naosha kwa hiyo katika hizo sehemu tatu nasema jamii ya nyasi ndio kama unaona hapa, jamii ya mikunde kama unavyoona hapa. Hizi. Eh, ndio maana yake jamii mikunde. Hii mikunde. Hizi yeah. Okay. Zote ni mikunde. Unavyoona. Eh. Okay. Okay. Kama unavyoona huyu na huyu wanafanana okay. Simona yeah. Wote ni kanavaria kanavaria, lakini mbegu naona ziko tofauti yeah. Tofauti tu to species tunaona kama hii hii inaitwa Canavaria brasiliensis wakati inaitwa Canavaria ensiformis, hii jamii ya mikunde ambayo ndio hii hapa. Ndio maana yake. hizi waga mnazitengeneza kwa ajili ya mifugo ya aina gani? kwa ajili ya mifugo wote nasema, ng'ombe na wewe, kama kawaida unachokifanya, upande jamii ya nyasi unaweka asilimia sabini unapomlisha. 0 hmm. nyasi anasaidia sana kwa ajili ya malisho maziwa, si ndio yeah? yeah. hii kwa ajili ya energy, lakini huku kiwango kikubwa cha protini hiki kiwango kidogo cha protini lakini enerji kubwa. Huku kiwango kikubwa cha nini? Cha protini lakini enerji ni ndogo. Kwa hiyo unasema asilimia 70 kwa 30. Hii inabidi iwe nyingi, hii kidogo. Ukijaza, ndio maana kuna matukio mengi yanatokea mtu akamwambia ng'ombe wangu nimemweka, lakini ninachotokea changamoto, amevimba tumbo. Anasema ng'ombe wangu ameshiba. Kumbe mtu afahamu, amejaza gesi. Gesi tumboni. Kwa hiyo ng'ombe kama amejaza gesi tumboni atakula aje akiwa ametulia? Sasa mtu anasema nimempekea majani hali hapana, kumbe gesi imejaza tumboni. Kumbe inatakiwa nyingi ni kiasi hiki. Tunafanya kwa maziwa na unenepeshaji pia mm. Na kila hii kutengeneza kwa ng'ombe wa maziwa anakuwa na formula yake na ng'ombe wa unenepeshaji anakuwa na formula yake pia. Ndio, tofauti tofauti. Na hii jamii amnasema ambao hapa tunazo aina kama tano tumepanda tofauti mm. kuna hizi ambazo izoboreshwa lakini kuna nyingine ambayo aroko, ya kwetu ya asili Unaona? tofauti yake katika utoaji wa mazao lakini pia kiwango cha protini kama uji amefika mpaka mpaka kwenye baadhi ya sehemu umefika mpaka kwenye kumi na nane point sita kiwango cha protini, mwona? ni yeah. kiwango kikubwa sana kulinganisha na hii ingine kama Rhodes nasema, kuna asilimia kumi na moja ni kumi na moja mpaka kumi na tatu na cheza ambapo, mm, hizi hizi ndo zile ambazo unaweza ukapanda na kienyeji. Sasa hii ndio inaitwa Rhodes ndo, ndo majani yake kama mbegu yake yanavyo kuonyesha. Hii hapa mzame yon hii nyasi ya hii napanda. Baada ya kupanda, unachokifanya kifanya kwenye taasisi zetu tunaanza kuvuna kwanza mbegu, mbegu. yeah. kama unavyoiona mwona? Tukisha toa mbegu tayari pale, baadaye tunakuja kukata kuvuna hii. Yeah. Tunavuna baada ya kutoa mbegu tayari, tunakuja tunavuna hii. Hii mikate. Hii mikate tunahifadhi kwa ajili ya kipindi cha kiangazi kama mwezi wa 8, 9 wa 10 ambako majani yanakuwa mabichi. Kwa hiyo tunakuja kumlisha huyo. Tunachokifanya hii tunachanganya na molasses au urea, tunachanganya maji kidogo na urea tunakuja kumwagia maji na mpana, tunampa ng'ombe. Kwa hiyo hii inahifadhi kwa kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo ng'ombe anakuwa muda wote unakuwa unaweka nini kumalisha kwa ng'ombe na, na, no. Na ukiangalia hizi mbili tofauti yake, umeona hii hii ya juu ina mchanganyiko manake na hiyo Rhodes jamii jamia mikunde kama hii no, hapa umeona? Yeah. Kuna majani yeah, yeah. Haya, kanachofanya hii imechanganywa mbili zote? Zote kwa hiyo kiwango kikubwa kama hivyo unaona jamii ya nyasi nyingi lakini mikunde kidogo. yeah, hey, yes. Eh, hey, hey, kwa hiyo maana yake yeye unasaidia kumpa maziwa mengi ng'ombe, wakati huo huo anapata protini ya nini ya kutosha. Hii ya chini kama mwaona hata rangi ziko tofauti hey, kidogo nyasi pekee yake hii nyasi pekee yake. Nakuja kuonyesha tofauti ya hii na hii, umeona. Ndio maana hata hata rangi pia kaangalia, hii una kijani fulani ambao kidogo inaonekana ile ya chini tayari imeshabadilika na rangi yeah. Kwa hiyo unasema ratio yake moja kwa tatu kama unapanda, unaona. Na humu pia unaweza kufanya kitu kingine. Kwa mfano tumeonyesha hapa kwa ajili ya wafugaji waone tofauti yake, lakini unaweza kuchukua kama ile pale unaona ya pili pale mkuna pro, unapanda ukishapanda, hii unapanda baadaye, hii inakuja kujifunga, ikishajifunga, unakata pamoja au unakata kata, unampa nani, unampa ngao. Kwa hiyo zote jamii ya mikunde mpaka pale hii jamii ya nyasi, na pia ukiziangalia hizi zote kuna hey, ile ya mwisho ambayo kwa kwetu nasema ya asili, mwa tofauti yake, zote zimepanda siku moja. Ah, zote, zote zote siku moja, lakini mwanamsha toa mbegu tayari, angalia majani yake kidogo, kila kitu umeona eh. Sasa ndio maana kuna watu wengine wanakuja katika ufugaji wanasema haya majani kununua, wanasema majani, mbona sisi kwetu yanaota mengi nini, lakini kumbe kuna uboreshwa zaidi, hata vinirishe virutubisho hivi na yule kule. Tofauti yule alicheza kwenye tano point nane mpaka sita, sita point ngapi hapo umeona, lakini yeye anakuja mpaka kwenye kumi na nane ngapi, umeona tofauti kama hapo. Kwa hii zote aina moja, yani nasema aina moja Pennisetum purpureum, lakini hizo cultivars ndio ziko tofauti tofauti mm. Hebu tueleze kwa mteja mtu ambaye anahitaji eh, hivi sasa hizi okay, mbegu. Eh, mbegu au anahitaji hizi majani kwa ajili ya malisho mifugo yake ni namna gani nyinyi mnamsaidia mfugaji ambaye anafuga hivi sasa? Sasa, shukrani. Kwa sisi TALIRI kwa Tofa, wanakuja mbegu, tuna aina karibu 13 pale kwetu tofauti tofauti. Mara nyingi kuna wateja wanakuja wanataka mbegu, ana shamba lake tayari, tunampa jinsi ya kuandaa shamba. Unavyoandaa shamba la malisho ni kama unavyoandaa mashamba mengine ya mahindi, ya maharage, ya nini, vile procedure zile zile, hazina tofauti tofauti, kwa ni kuchimba tu mashimo, ukubwa mashimo kidogo na kwa makubwa. Lakini kwa mfano hii Rhodes kuna njia mbili za kuandaa, umeona kupanda, unaweza kupanda iza kwenye mstari au ku broadcast kumwaga, umeona mwaga na kwenye kupanda kwenye mstari tunasema hivi angalau sentimita 45, ili baadaye nije kupanda nyingine kidogo kidogo katikati, sindio? Nachukua kama kilo kumi na tatu kwa eka moja, lakini ikifanya kwa broadcasting inakuja kilo tano mpaka kilo sita hapo, kutokana na watu na mwaga. Tunasubiri ka upepo kidogo, afu mwage tusambaze nini hmm, mbegu unaona eh, napata mavuno yetu kama kawaida vizuri. Sasa hii mbegu kama hii mbegu saizi imeshavuna pale nyumbani, nani TALIRI ofisini pale, mtu anayehitaji anakuja pale nanunua, na kilo moja inauzwa shilingi elfu ishirini, hiyo mbegu hii yes, hapa unaiona, yeah, kilo moja shilingi elfu ishirini kwa bei ya serikali kabla serikali unatengeza control number kama kawaida unalipia kile moja sina, kuwa nyingi sana maana nyepesi ah nyingi sana kile moja ni nyingi sana maana yake ni nyepesi sana ndio maana kuna ile roba kubwa nakuta nimeweza kusema kilo 20 lakini kubwa kwa kweli umeona kwa hiyo hata kuna kusafirisha yeah. unakuta roba kubwa lakini uzito ni mdogo sana nzito ni mdogo nyepesi sana hizo no. kwa hiyo mbegu inapatikana kwa bei rahisi kabisa serikali shilingi 20 unafika pale unakuja kupewa somo kabla ya kwenda kupanda unapewa somo kimecha kupanda baadaye unakuja kuelekeza kila kitu, baadaye utaambiwa jinsi ya kuvuna mbegu, utapewa somo kama kawaida. Kuvuna hii nyasi kama kawaida, utapata somo lake na yeah. Tunawashauri sana wafugaji wengi wajitokeze. Kwa ajili ya nini? Kuvuna tunapenda wengine waendeleze, asije kununua nyasi mara kwa mara, avune mbegu, awe na shamba lake la eh shamba lake kabisa mm. Kwa hiyo unakuta kuna kieneo kadogo umekuja kupata malisho yake ya kutosha kabisa, ng'ombe unakuwa unaweka muda wote chakula kipo naona na nah. Kwa zile mbegu za jamii ya jamii ya mikunde, ndio e, nazo pia bei zake zinakuaje? Bei jamii ya mikunde kwa mfano nakupa hii desmodium desmodium tunasema shilingi 50 kwa bei hmm. desmodium. Desmodium. Ah, ah, okay. ya serikali ambayo hii hapa ndio hii hapa umeiona hii desmodium ndio maana yake, afu ile ya pili tunasema ile mkuna Prudence, ndio hii hapa afu ile ya tatu ambayo nasema canavaria ile ya tatu ile pale pande ile inaonekana kidogo chini yeah. Mbegu yake ndio hiyo, ambayo hizi mbegu nyingi jamii ya mikunde ukiachana na hii desmodium na alfa alfa, tuna alfa alfa hii hapa chini, alfa alfa na desmodium kidogo bei yake imechangamka hii mm, inakuja mpaka shilingi 70 kilo moja. Hii iko wapi? Haipo hapa, alfa alfa tujapanda hapa yeah. Unaona, hii inakuja mpaka sabini kilo moja kwa bei ya serikali, japokuwa sehemu nyingine kila mtu anakuwa na bei huria. Hey. Hey. na bei si ndio soko huria eh? Na hii desmodium pia hii hi, hi, hey. tunayo pale ofisini, kwa hiyo nashauri sana waje. Hii begwet inapatikana kama kawaida, mtu anakuja hii yeah. anapanda na hii mbegu yake ipo ofisini kama kawaida. Na bando moja ya hii huwa mnauzaje kwa sasa hivi? hii bando moja ili tunasema bel, bel moja hii hii inauza shilingi elfu nne elfu nne za Tanzania e, moja na hii moja unavyoiona tuna just ile mashine ya kufunga hii. Hmm, inacheza kuanzia kilo kumi na sita mpaka kumi na tisa Na unasema ng'ombe anayekamuliwa ng'ombe kama ng'ombe aliyoachiwa kukamuliwa yule, hmm, unasema asilimia tatu angalau ya mwili wake anakula chakula, sindio? Lakini wanakamuliwa ananonyesha kipindi hicho anafika mpaka 4.5 pia mon kwa 4.5. Nasema mfano unachukua kilo, kilo, kilo mia 250 si ndio? Manake asilimia tatu ng'ombe 250, nasema kilo saba point tano. Na hiyo saba point tano inabidi nabidi ugawanye majani haya, ugawanye kidogo na haya, sabini kwa 30 angalau haya kwa ajili ya maziwa, lakini kwa kwa ajili ya protini. Kwa hiyo ng'ombe anakamulia wakati huo nataa nini, anaulinda mwili wake hmm, asikongoroke kwa sababu kuna mgeni anakozamua ng'ombe mpaka unakuta sasa imekuwa <laughs> too much, kwa sababu ule mchanganyiko haujui. Na pia kuna wengine wanalalamika, bwana, ng'ombe wangu mzuri atoe maziwa kutokana na majani na kwenda kuchukua, naenda kukata, leo nakata huku nakata, nabadilisha ng'ombe kila wakati. Kwa hiyo hata ule uwiano kutoa maziwa constant na kwa unapotea kidogo, unakuwa mdogo. E, lakini ukipata majani kama kwa mfano junkao kwa saizi ya study maandiko ma, ma, ma study, study, ile fanyika sasa hivi <inaudible> anafika mpaka ya utoaji maziwa anaongeza asilimia 40. Hii ni kutokana na ufuataji wa hizi uh -huh. Lakini sasa kuna mtu mwingine amesha shazazile za, za jamii ya kawaida za kwetu kidogo ndio... haijaboreshwa, unataka kumwambia mkulima hivi sasa ya kwamba uh, waingie katika ukulima wa haya malisho majani ya mifugo ma ambayo itasaidia pia kujipatia kipato. Lakini mimi naamini ya kwamba malisho pamoja na ukitofautisha kati ya malisho pamoja na, na yale mahindi au kulima wa uh, vitu vingine hivi, nadhani malisho ni rahisi sana kulima kuliko, kuliko mahindi kwa mfano. Sasa hivi ndio maana tunasema kuna kilimo biashara, kama umekusikia ukienda sehemu Njombe, baadhi ya sehemu haya majani haya kuna mtu ameacha kulima mahindi anapiga hesabu kwenye eka moja, si ndio? Nikilima malisho anapata kiasi gani, na eka moja nikilima mahindi napata kiasi gani? Wanaolima mahindi ni wengi, lakini alima malisho machache. Kuna mtu mwingine ana ng'ombe hata moja, lakini afanya kulima malisho, anakuja kuja kuuza malisho peke yake, atengeza kama hizi, na hili unaona imetengenezwa kwa mashine ya trekta. Lakini kuna njia rahisi ya kutengeza box la mbao, kwa hiyo mtu binafsi binafsi anaweza kutengeza nyumbani akavuna majani akahifadhi, kama anakuja kuuza

lakini boxi ile kutengeneza inakuwa vizuri na uh, upana wake boxi kama hivi umeona, kutoka hapa mpaka pale, yaani huu urefu inakuwa sentimita 75. Umeona, kutoka hapa mpaka hapa inakuwa sentimita 35, kutoka hapa mpaka, sorry, kutoka hapa mpaka 45, kutoka hapa mkwenda hiki inakuwa 45 kwa 35, 75. Kwa, 75, 75, kwa 45, umeona yeah. yeah. Eh. Na zile zile ambazo zimekaa kama mabua au miwa ni, Hii hapa kama unavyoiona hii, kwa mfano hii hapa, hivi ndio vipingili, hivi ni vipingili vya nini, vya nani. Na hapa ziko aina nne tofauti tumepanda hapa. Hizi zote hata ukiangalia unene mwana, eh, ili bua. Ukiona unene wake like, tofauti sasa. Hapa imefika stage ya nini, ya mbegu hiiwezi kumlisha ng'ombe hmm. Lakini stage kama, hiyo kama teke unakatakata mpaka hiyo kwa hiyo unakatakata ndogo ndogo, yeah, kwamba ng'ombe wanakula wanakula. Na kuna njia nyingine wakuta, mtu mwingine ameshalima mashamba, yani shamba limeshakuwa na majani mengi zaidi, anachokifanya anatengeza kinaitwa silage. Kwa hiyo anachukua kwa mabichi, unakatakata, unayavundika, unatengeza, unachimba shimo, unaweka nylon PVC ile ya geji 800. Kwanza geji 800 inakuwa nzuri zaidi, au unaweza kwa madramu yale makubwa yale, unafunika isiingie hewa. Kwaona hivyo kwanza, siku 28 inakuwa iko tayari. Kwa hiyo pale natumia muda wote na kwa na kufunua na mpa ng'ombe maisha yanaendelea. Na mpa ng'ombe anakula kama kawaida. Kwa hiyo kuna njia pia ya kuhifadhi haya. Haya kuhifadhi kama hii tofauti kidogo. Simona nani yake ndogo ndogo inafadhiwa yeah, hivi. Sasa nikihifadhi maana yake anakuwa na maji yanavunda. Yeah. Sasa kuhifadhi haya tunatumia hiyo side. Na upandaji wake tofauti kidogo. Umeona ilivyo katwa hivi? Simona kwa mfano ikishachimba shimo tayari. Umeona ina nini? Huko juu, huko chini. Napanda hivi kuanzia nyuzi arobaini na tano mpaka sabini na tano tuseme sindio? ielekeei ona akpa aa pa angarau. Sasa nikiweka hivi, kinachotokea ule unyevu unatengeneza, panaoza, panatengeneza shimo. Sasa ikija kuwa stedi kama hivi, unakuta ametoa majani kama hivi hivi, si ndio? Lakini imeshatengeza shimo. Lakini nikiweka hivi advantage yake kwa sababu ule unyevu unakuja hapa unachulizika asubuhi unakuja hivi, si ndio? Na ile jua linapiga kidogo na kaosha haraka, kwa hiyo hata upandaji ha, wake okay, hmm. na, uh -huh. Sio unapanda tu ijapokuwa ukipanda hivi itaota lakini kitaalamu unasema hivi ili kuokoa nani nyingi zaidi. Umeona? Na kupanda simuona kuna moja, mbili, tatu. Umeona? Nikipanda hii ya kwanza na pili, inaingia inazama kwenye udongo hii no. moja ibaki juu, huyu na huyu wa kwanza na pili kipingili kinatengeza nini, mizizi ambayo itatengeza chakula kumlisha huyu, atengeze majani mengi yeah. Lakini kitengeza vice versa, nikifanya hivi, huyu na huyu akae juu, maana yake huyu huyu na huyu atengeza chakula na chakula kitakuwa kidogo, kwa hiyo hata ukuaji wake nakuwa mdogo, na ndio maana kuna nyingine ngapi nene hivyo hivyo changamoto. Napigana mpaka pambane angalau kama na kuna utafiti zote. Kwa sababu huyu na ziasau anatengeneza chakula ila baadaye unakuta huyu apindo anakuja nafumuka vizuri zaidi kwa sababu kidogoea na anatengeneza mizizi sana. Umeona? baadaye hapo napanda huyu moja like, lakini muona hivyo tengeza hizo tila. Nasema hii haya mashina. Sasa muona mashina yanatokea so, mm. hapa tulimpanda huyo moja tu lakini mashina saizi ukihesabu okay, hapo sio chini ya kumi na saba, kumi na nane inafika na hii bado haijatimiza miezi miwili. Bado haijatimiza miezi miwili. Mpaka leo nasema kama kwa kama miezi miwili, miezi miwili, eh miezi miwili leo imefika. Kwa miezi miwili bado haijafika. Lakini ukiangalia kule miezi miwili imeshafika na mbegu, imeshaanza kutoa mbegu juu. Ndio maana. Yeah. Kwa hiyo hata vinilishe ze inapokuja kutoa mbegu na vinilishe vinapungua, inapokuwa changa vinilishe vinakuwa hali ya juu mm. Kwa hiyo kama graph unachora inaenda inashuka hivi, ikitoa tu mbegu inaanza kushuka hivi tayari mn. Kwa hiyo kama hizi zime umezipanda mwezi wa ngapi hizi? Hii zimepanda mwezi wa tatu mwishoni, mwezi uh, wa tatu. Huu mm, mwezi wa sita huu mwezi wa sita o, kwa hiyo ni miezi miwili tu hapo, miezi miwili kamili bado haijatimia, hmm. na kiona zote mpaka kule mwisho tulipanda kwa siku hiyo moja, lakini unaona tayari majani tofauti uh, zile, zile, zile, zile na kule unakuta amechanganya aina fani fani, kwa mfano kuna baadhi ya moja unakuta aina mbili imechanganywa mbili, kuna moja inavumilia magonjwa hmm. Lakini kuna ingine inatoa nini mazao mengi. Kwa hiyo tunachanganya tupate ile asilimia ya kuvumilia magonjwa na kutoa mazao mengi, mengi. Kwa hiyo hatuwezi kupata mazao mengi kama inatoa mazao mengi na hiyo wakati huo inafanya nini magonjwa. Kwa hiyo wakati huo unapata mazao ya kutosha ya wastani, ndicho hicho hicho, bado magonjwa mengi yanavumilia unapata mm eh -hmm. Kwa hiyo sehemu nyingi na ukuta na kubaki cha muhimu uone maji ya kutosha, kwa hiyo kwa hiyo maji kama kidogo kidogo, napata changamoto, lakini kama una maji ya kutosha, basi inaenda vizuri sana na mbolea, vizuri. Tunatumia njia sana tunatumia njia gani ya umwagilia umwagiliaji? Natumia no, kama kawaida, kawaida zikiwa zile ndogo ndogo, lakini natumia no, bomba kama kawaida au ndoo au kama mpira unao safi, hamna shida, lakini laitumia kama kwenye maeneo yetu sana, nategemea na mashamba makubwa, tunategemea sana mvua, umeona kama watu wa kumwagilia nyumbani au kuna mashamba madogo, natumia mwagiliaji kama kawaida, ile system ya mwagiliaji naweka kwako na mwagilia kama kawaida. Naona na tunasema tini, baada ya kupanda siku ya 60 unaanza kuvuna, siku ya 60 unavuna, ndio maana unaona tofauti kati ya siku 60, 90, labda 120, 150 wewe unapoenda kwenye 150, vinilisho vinapungua, lakini pia kumeng'enywa mengenyaji wa ng'ombe kumengenya hiki inapungua kwa sababu inatengeza fiber nyingi zaidi, umeona. Lakini sasa tunakuta bado kwa mateke, kwa hiyo na mengenya vizuri na vile vinilishe inachukua kwa vizuri. Ukienda ile ambayo imekomaa tayari unakuta ina mengenya kwa taabu, lakini pia na vinilishe kidogo, umeona. Kwa hiyo ndio maana sema kuna ki angalau ikifika mita moja na nusu mpaka mbili, ndio unakata una, una ng'ombe na katakata mpaka huu hii sehemu <laughs> yake, umeona, hii inakata yote, mnampa ng'ombe

mpaka mara sita, mara sita nakata kwa mwaka baada ya kupanda, lakini kama umwagilia basi na hivyo hizi napungua, maana yake ukuaji unakuwa mdogo. Kwa hiyo tunataka kumwambia kwamba mkulima vilevile, tunarudi upandaji au ukulima wa haya malisho, na mahindi ni vitu viwili tofauti. Mahindi utavuna mara moja basi, hauturudia tena lakini hii una uwezo wa kwa muda wa miaka kumi fanya kuweka mbolea yani, matunzo yote yanaendelea. Kwa mfano ile kuambia saidi kutengeza saidi, si ndio? Hiyo saidi ni kutengeza, hata mahindi pia yanatengenezwa saidi, lakini saidi mahindi ushakuna mara moja tu basi. Lakini naweza nikakata nikasubiri, baada ya siku ngapi nakata? Baada hapo nakata hiyo tu, unaona, nikasema baada ya siku 45 nitakuwa nakata kila wakati. Nikishakata na siku 45 nakata, 45 nakata, 45 nakata, umeona? Kwa hiyo kuna stage nzuri ambayo na hizi ukata zake zote kuna utofauti kidogo ile yani, mm. Kwa mfano hii, hii, hii siku ya tisini, sitini hamna shida, lakini ule mwisho e, na washauri wafugaji wachukue boreshwa, eneo dogo napata nyingi mm. zaidi nyingi zaidi sasa, na kwa... shamba ulikosema kama kawaida unanda, unalima na kawaida unalima, baadaye unakuja kuchimba kati ya mche na mche shaul... Kata... sentimita tunashauri moja kati ya mche na sentimita moja kati ya mche na... tumepanda zote japokuwa unaweza kusema ukub... sabini kwa mia moja au tisini kwa mia ishirini mona tisini kati ya mche na mche mia ishirini kati ya mstari na mstari. na ile inalingana na nini? na tango cha mvua. Lakini kama kuna umwagiliaji tunashauri sana kuna mita moja kwa moja, kuna wakati kuna mvua na maji ya kumwagilia, kuna mita moja kati ya mstari na mstari, na moja kati ya mche na mche, sawa? Sasa tumalize na mawasiliano kwa yule mkulima au mfugaji ambaye anahitaji mbegu Uh, malisho au mafunzo e, anawapata namna gani sasa sa? Kwa sisi unatupata TALIRI Uyole kwene namba, kuna namba kama naweza kutoa namba sijui ya mhusika mvana husika pale e, namba yangu 0718 46 13 13 Nchimbi, kwa muda wote kwene kitengo cha malisho. Ukipiga pale utapata huduma zote, aidha kama unataka mbegu, unataka elimu, unataka majani yote utapata bari, utaunganishwa yeye na malipo yetu nafanya sirikali, kwa njia ya serikali. Kwa hiyo kama tunataka majani kiasi gani, utaambia control number atatengenezea, hmm. Kisha maliza kutengeneza control number, unalipia kisha lipia huduma unapata kama kawaida. Kama wewe ni mfugaji wa mifugo ya mbalimbali, ng'ombe, mbuzi na kadhalika, na ulikuwa unapata tabu ya kujua namna gani unapata malisho au namna gani unapata hizi uh, nyasi au vyakula vya mifugo yako, basi ni fursa hivi sasa uh, kuweza kupiga namba hiyo na kuweza kujipatia uh, malisho haya. Hakuna longolongo -longo, kama nilivyokuambia malipo yanafanyika kwa njia ya serikali na njia ya serikali tunaijua haina kona kwa kona. Kwa hiyo ni wakati wako wewe, uh, piga simu na muweze kupanga namna gani unaweza ukapata malisho au namna gani unaweza ukapata mbegu nawe, na uende kuwa mkulima bora kabisa uh, kupitia uh, malisho haya. Mimi ni Sauti Biego nilikuwa hapa na Peter Nchimbi e, yeah. Katika kuletea makala hii ya kilimo na ufugaji, nikusihi endelea kutufuatilia katika YouTube chaneli yetu Shamba hub TZ, subscribe, like na fuatilia makala zetu mbalimbali mbali, ujifunze mengi zaidi, lakini pia usisahau kutufuatilia kila siku ya Jumapili kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa moja kwa saa za Afrika Mashariki kupitia 101.9 Access FM huweze kusikiliza Uh, habari mbalimbali mbali, na matukio yaliyojiri katika masuala ya kilimo na ufugaji ndani ya wiki nzima. Mimi ni Sauti Biego. Asante sana. Karibuni tena. Asante sana. Bwana, shukrani sana.